Mradi umekuja kipindi sahihi kabisa, kwa maana kwamba kwenye eneo la kujenga uwezo tumeamua kushirikiana na taasisi zetu za mafunzo zinazotoa eh, mafunzo ya fani mbalimbali ikiwemo IVETA na FETA, kwa maana ya Fisheries Education Training Authority. Sisi sasa hivi tumeamua ufugaji wa samaki hasa kwa vizimba kama itakuwa ni moja ya shughuli, ili tutumie rasilimali zetu zilizonazo hapa kwa ajili vijana wetu, lakini tunashirikiana na SIDO kwa maana ya ukuzaji wa viwanda vidogo vidogo, lakini baadhi ya mafunzo mengine tunataka kuwafundisha kutengeneza thamani kutokana na takataka ambazo ni initiative ambazo zitatuhakishia maendeleo endelevu kutokana na mradi wa Green and Smart City. Sasa halmashauri yetu ya manispaa ya Ilemela imepata manufaa makubwa katika vipengele mbalimbali. Kwa upande wa kwanza kwenye kipengele cha budget support paka sasahivi tumepokea kiasi cha shilingi bilioni mbili nukta mbili ambacho kimetumika katika shughuli mbalimbali, mojawapo ni kununua vifaa kwa ajili ya usambaji wa taka ngumu. Lakini pia tumenunua, tumechangia manunuzi ya greda kwa ajili ya uboreshaji wa barabara za mitaa. Lakini pia mradi huu huu umechangia pakubwa, hususan katika ukamilishaji wa jengo la utawala la manispaa ya Ilemela, na kutokana na manufaa hayo kama kupitia budget support. Pia tunayo miradi mikubwa ya kimkakati minne ambayo tunaenda kutekeleza kuanzia mwaka wa fedha 2026/2027 ambayo kwa ujumla ina thamani takriban bilioni 43. Miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa soko la Buswelu la kisasa, mradi wa pili ni uboreshaji wa soko la samaki Mwaloni, mradi wa tatu ni uboreshaji wa mwalo wa New Igombe, na mradi wa nne ni uboreshaji wa mwalo wa Old Igombe. Miradi hii yote kwa pamoja inaenda kutekelezwa kupitia program ya Green and Smart City. Sasa hivyo basi kwetu sisi programu hii ni ya manufaa makubwa, na kutokana na programu hii tunatarajia maendeleo makubwa na mapinduzi makubwa katika, katika jiji la Mwanza na manispaa ya Ilemela kwa ujumla. Tuko hapa leo kuzindua uh, ofisi ya uh, sasa ambayo inajumuisha uh, taasisi zinazotoka Uh, nchi ya Ufaransa ya Ujerumani pamoja na Ubelgiji na haya mashirika yanaitwa AFD, GIZ na Enabel. Mradi wa sasa kwa upande wa Enabel umelenga haswa vijana na wakinamama ambao wanafanya biashara zao katika uvuvi uh, sekta ya ukotaji taka uh, sekta ya uchakataji wa taka pamoja na, na sekta yaku, ya uchakataji wa mazao yani food processing. Na kwa hawa vijana haswa tumelenga kuwasaidia namna gani wanaweza wakaanzisha biashara. Namna gani wanaweza kurasimisha biashara zao na vile vile namna gani wanaweza kupata mitaji. Lakini tumeona changamoto kubwa na hao vijana ni kwamba ujuzi ni changamoto. Hii sakata la VETA tumeisikia kwa muda mrefu, kuna sehemu mbalimbali lakini sisi tumeenda sehemu zaidi ya hapo, sio tu ukimaliza upata ujuzi lakini unapata na mtaji na vile vile na mashine za kuendelea kufanya kazi zao. So hadi sasa hivi tumeanzisha hub ambayo vijana wanaweza kwenda kujifunza kwenye mambo ya kidijitali, inaitwa digital innovation hub. Iko pale uh, jengo la, la Geita uh, opposite uh, Rock City Mall na pale vijana zaidi ya 150 wameenda wamepata ujuzi kwenye mambo ya kidijitali, na sasa hizi makampuni mbalimbali wanaotumia mbali mbali wa vijana uh, kutangaza biashara zao kwenye mitandao. Chango wetu kwenye hii program ya Green and Smart City sasa ni masuala mazima yanayohusu eh, uhakika wa maji kwa maendeleo endelevu na kupambana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi katika kuhakikisha kwamba miji yetu inakuwa salama na vizuri.